Kitabu cha Mwanzo moja na mbili ni wakati ya kukua na shida. Lakini sura ya tatu ikawa shida. Imeingia from Genesis chapter 3 that was the point of entry of all wickedness of all sins and death in the world. Sura ya kwanza ya pili safi. Sura ya tatu shida ya dhambi. Fast forward. Biblia katika kitabu cha Ufunuo kinaishia na sura ya 22 na 21 na 20, 22 ya Ufunuo au sura ya mwisho ya Biblia na ya pili ya mwisho, that is 21 and 22, ni wakati hamna dhambi, hakuna dhambi katika dunia. So chapter 22 and and chapter chapter 21 is a replica of chapter 1 and 2 in the Bible. Na chapter 19, the third last chapter of the Bible, sura ya tatu ya mwisho ambao ni sura ishirini inazungumzia malaika akimshika shetani na kumfunga katika shimo kubwa au katika nini? The bottomless pit. Ambako shetani atarushwa miaka ya elfu moja lakini fungu la tano na handi la saba na linasema nao moto utaangua kutoka binguni na utaikula dunia moto. That is the time sin will be eradicated, ni wakati dhambi itatolewa katika dunia hii. Sura ya tatu ya mwisho ni sawa na sura ya tatu ya kwanza. Sura ya tatu ya kwanza ya Biblia dhambi imeingia, na sura ya tatu ya mwisho ya Biblia dhambi imemalizwa. Mungu alianza na sura ya kwanza na mbili bila dhambi na atamaliza na dunia bila dhambi, sura 21 na 22 na ishirini na mbili. Na hiyo ndiyo nuru ya tumaini wapenzi wa Bwana. Kwa hivyo hata ingawa tumeingia kutoka sura ya tatu na tunaendelea tukinyanyaswa na yule mwovu, kuna wakati yule mwovu atatuacha, kuna wakati ataondoka, ili wasafiri wa mbinguni, wasafiri wakiingia mji mtakatifu bila ku, uh, kupewa tisho na shetani. You know shetani huwa anakuja after all the time.